Navyoniona kwa leo hii, nimekuja tena kurudi kwa ajili ya kipimo kingine, ambapo nilikuwa najisikia tumbo kama linajaa hivi nikila maharage ikila nini tumbo linakuwa full. Kwa hiyo hapa mnavyoniona, wanalipima wana, wana kipimo cha kuangalia nina tatizo gani kwenye tumbo langu, ndio nimerudi hapa. Anayefurahi huzungumza kweli, kila irabu na silabi kwenye maneno yake hutoka mtimani. Mimi huduma za hawa kweli zinalizisha kabisa Ukisikia mkoa kweli ni mkoa sio, sio sawa na wilaya hii, ni mkoa kwa kweli, ni mkoa huu. Kweli wanajali watu wana, wanatuhudumia, wanatunyenyekea. Huyu ni miongoni mwa wananchi wengi wanaofurahia huduma bora za afya kwenye hospitali ya rufaa mkoa Songwe, lakini safari ya ubora ilianza chini kama namna ambavyo anaeleza mganga mfawidhi hivani kwa, kwa kupata majengo, kwa sasa tunatumia majengo ya patayo majengo makubwa amani, kuna kuna jengo hili ambalo tunalita jengo la uh, kutoa huduma kwa wagonjwa wa nje patients au OPD, ya hili jengo lilikamilika mwaka 2022 na mwezi Julai mwaka 2022 tulihamia rasmi hapa na kuanza kutoa huduma. Lakini tunashukuru tuliweza kuongezeka majengo mengine kwa jengo la jengo la dharura Uh, lakini pia uh, jengo uh, ICU uh, na jengo la mama na mtoto ambalo tunaweza kukamilisha sehemu ya chini kwenye basement ambapo huduma zinaendelea. zina Je, kuongezeka kwa majengo hospitalini hapa kuna maana gani? Sasa kuongezeka kwa majengo haya mtufanya tumoresha sana huduma zetu. Upana wa huduma unarahisisha wengi wanaohitaji mapumziko na uangalizi zaidi wapate nafasi kwenye hospitali hii. Wakati tulihamia hapa tulikuwa tuna uwezo kulaza wagonjwa 22. Lakini sasa hivi tunaweza kulaza wagonjwa wapatao 120. Kwa bed capacity ya hospitali yetu sasa hivi ni vitanda vipatavyo 120. Na haya yote yamefanyika ndani ya muda mfupi kwao tunashukuru sana kwa kuweza kuboreshewa a hali ya miundombinu na ma majengo haya makuu yote niliyopambia, jengo la hili, na jengo la ICU, jengo la emergency department, jengo la mama na mtoto. Fedha zote zimetoka serikali kuu cool. Ndondondo ndo, si chururu. Baada ya subra ya muda mrefu, hatimaye kuna mabingwa wanaopunguza adha ya wananchi kusafiri mbali kufuata huduma za kibingwa. Hospitali yetu hii wakati jir... tunahamia hapa mwaka 2022 ilikuwa tuna idadi ya madaktari waliokuwepo hapa alikuwa ni tisa tu na daktari bingwa alikuwa ni mmoja. Lakini mpaka sasa hivi tuna madaktari bingwa wapatao tisa. Na ndani ya muda huo hasa sasa mwaka jana tulipata ongezeko la watumishi wapatao mia moja uh, na na arobaini. Na ambapo ilikuwa ni zaidi ya ongezeko la la asilimia arobaini la watumishi tuliokuwa nao sasa hivi. Hawa wamesaidia sana kwenye kuweza kuimarisha ubora uh, wa huduma tunazozitoa. Mimi ni mwajiriwa, ni mwajiriwa mpya nimeajiriwa mwaka huu. Kwa kweli mama tunampa heko, haikuwa kazi rahisi. Tunamaliza vyo tunabaki mtaani na tumekaa mtaani, ila tunashukuru mama, tumekaa mtaani kwa muda mchache tumeweza kufanikiwa kupata ajira, hilo ni jambo zuri sana. Tunaweza kuzipula familia zetu, kukamilisha majukumu yetu na hata kutimiza ndoto zetu kwa wakati sahihi. Ubora wa maabara yake au uelezi ukaisha. Kuna maabara ya kisasa kabisa inayotoa vipimo vyote kulingana na ngazi ya hospitali yetu ya rufaa ya mkoa, lakini kuna vipimo vingine ambavyo vinatakiwa vitolewe kwenye hospitali za kanda, lakini sisi kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa Songwe navitoa tofauti na awali. Mzunguko ulikuwa mkubwa, daktari huyo huyo anazunguka, anaenda sehemu fulani lakini kwa sasa ni ndani ya muda mchache, masaa matatu, mgonjwa anafika hospitalini ameshapata huduma zote na ameondoka na amepata huduma inayostahiki. Mpaka sasa ninapokusimulia haya, tayari zaidi ya wananchi mia tano wameshapata huduma ya CT scan hapa hapa Songwe. Inabidi kwenye vipimo vya radiolojia, huko napo tuko vizuri sana, tunafanya vipimo vya CT scan na mpaka sasa hivi, uh, wananchi zaidi ya wananchi mia tano wameshapata vipimo vya sitiskani. Toka sitiskani kusimikwa hapa, hawa wote tulikuwa tunawapeleka hospitali ya kanda ya Mbeya kwenda kupata vipimo, lakini hatuwapeleki tena, wanapata vipimo hapa hapa. Vifaa tiba siyo tatizo tena. Jengo la dharura limesheheni kila unachohitaji kwa huduma bora za afya. Kuna jengo letu la emergency pale lina vifaa tiba vyote vinavyotakiwa. Hakuna mgonjwa ambaye anashindwa kupata huduma kwa sababu hatuna vifaa tiba. Mashine za kisasa za kupumulia, yani ventilator zipo, na mashine za kisasa za kuangalizia wagonjwa tunaziita patient monitors zipo. Ikigundulika na wataalamu unaumwa, hofu na mawazo ya wapi utapata dawa haipo tena sisi kwetu hapa hakuna mteja anayekuja au hakuna mwananchi anayekuja akakosa akakosa dawa. Upatikanaji wa dawa ni nzuri, wananchi wakija wanapata dawa. Hakuna mtu yoyote ambaye anakuja hapa basi akaambiwa, bwana dawa naenda kanunue sehemu fulani, hapana, kwa dawa zote nazo. Vifo vya mama na mtoto imebaki kuwa historia Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Songwe kwa mkoa kwa jumla imepunguza sana uh, changamoto za vifo vya watoto wachanga uh, na kina mama uh, wajawazito kufa uh, kuhusiana na matatizo ambayo yanayohusiana na, ya na uzazi. Huyu ni Mtanzania halisi ambaye kwa sasa makazi yake yako Zambia ambako ndiko alikoolewa na mji wake huko huko, lakini kutokana na huduma bora kutokana na masimulizi anayoyasikia kuhusu hospitali ya rufaa mkoa wa Songwe, akasema hapana, mimi ni Mtanzania, ni nimeolewa na Zambia, mnaangu ni Mzambia. Sababu ya huduma nzuri ambazo nimesikia kutoka hospitali rufa ya rufaa ya Songwe, nimeona je nijifungulie wetu hapa Tanzania kwenye hospitali rufa ya rufaa ya Songwe, sababu ya taarifa nzuri ambazo nimezipata kwa watu mbalimbali ambao wanakuja hapa hospitalini, na nimepata mtoto wa kike Chloe. Nashukuru sana kwa huduma nzuri za hapa hospitali ya mkoa wa Songwe. Mtambo wa kuzalisha tiba hewa ni ukombozi kwa wananchi wenye changamoto za upumuaji, tunashukuru pia. Hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa wa Songwe ni moja ya hospitali za rufaa za mikoa ambazo zimenufaika kutoka utoka serikalini kwa kuletoa mtambo wa kuzalisha huduma za utengamao ni faraja kwa waliopoteza imani ya kusimama ama kutembea tena. Hospitali yetu ya Rufaa ya Mkoa Songwe pia tunatoa huduma za za, za utengamao tunaita physiotherapy. Watumishi wa pale physiotherapy walinipokea vizuri sana. Nilikuwa vibaya. Nilikuwa mgonjwa niliumia niliumia kichwa, kwa hiyo nilikuwa na shida ya mishipa mwili wote, nilikuwa siwezi kufanya chochote, lakini wanipokea vizuri. Nilikuwa siwezi kukaa, nilikuwa siwezi kutembea, nilikuwa siwezi kusimama, lakini wanipokea, wakanifundisha namna ya kukaa, namna ya kutembea, namna ya kusimama, hata kutembea. Na hivi sasa hivi naweza kutembea yapo ya sijaimarika, lakini naweza kutembea vizuri. Nashukuru kuwepo kwa Hospitali ya Rufaa mkoa wa Songwe, kwa kweli imenisaidia sana. Uh, Hospitali ya Rufaa mkoa wa Songwe sasa ni jibu kwa kila mwenye kiulizo cha afya. Uh, Hospitali ya Rufaa mkoa wa Songwe imejipata kwenye miaka minne ya Dkt. Samia. Uh, mimi niseme imekuwa ni neema kwa wananchi a wa mkoa wa Songwe kuwa na hospitali hii ya rufaa ya mkoa, kwa sababu imewapunguzia kadhaa kubwa sana ya kuweza kusafiri kwenda mbali kwa ajili ya kupata huduma. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho.